Jimbo zima la mheshimiwa, maana jana wamegawa nyama hadi saa nane za usiku. Wananchi katika vitongoji mia tatu sabini wilayani Butiama mkoani Mara wanapata neema katika sikukuu ya Idi Al Adha, sikukuu ya kuchinja, kwa kupata mgao wa kitoweo cha nyama ya ng'ombe kutoka kwa mbunge wao wa jimbo la Butiama baada ya kuchinja ng'ombe zaidi ya mia tano ili kusherehekea pamoja na wananchi wa jimbo hilo. Jamani, sisi tumefurahi huko tuliko kutoka kijijini, wananchi kila mtu anafurahi kuangalia amepata kitoweo hapa tulipo. Kwanza shida ya mboga tunayo, mboga zetu sisi ni dagaa, lakini leo toka jana, watoto makaka, vijana, wazee wote wamefurahi kupata hii mboga. Sasa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge Jumanne Sagini kwa kile alichokifanya. Ameleta hamasa kwa vijana wote wa hapa Kiabakari, hakufanya ubaguzi wa kila aina vijiji vyote, vitongoji vyote, na fursa hizi zinafanyika kwa wilaya ya Butiama nzima. Katika hatua hiyo, Wasafi Media imepata wasaa wa kuzungumza na Mbunge Sagini na hapa anasema: Kwa hali ya kawaida si rahisi mtu mmoja aweze kufanya hivyo, kwa hiyo watafuta wadau kwa maana hii jamii ya wananchi kutoka Taki, kwa maana ya Uturuki, tuliwasiliana nao sababu kwa kawaida mambo kama haya hufanyika kwenye miji mikubwa, Dar es Salaam Zanzibar, Dodoma, Mwanza, lakini mkoa wa Mara imekuwa ni nadra sana. Kwa hiyo niliwatafuta tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nakumbuka tukawapata wakati ule, tuliweza kupata ng'ombe mia moja na kumi lakini niliendelea kuomba. Mwaka huu tumefanikiwa kupata taasisi mbili. E, moja ni Rehema Foundation ambayo iko Dar es Salaam, lakini na hii ambayo mnaona wanayoendelea kuchinja kutoka pia Uturuki, ambao wameweza kupatia ng'ombe wasiopungua 340. Lakini Rehema Foundation ametupa ng'ombe wasiopungua 150. Sasa baada ya kupata sadaka hii niliwasiliana na viongozi wangu wa, wa dini na viongozi wa jamii, kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi, wataalamu wetu, lakini na watu wa chama tukakubaliana juu ya namna gani wananchi wote wa Butiama waweze kunufaika na idadi ya ng'ombe. Kwa kweli ng'ombe ni mia tano fine, lakini kwa wananchi na uhitaji wao hawa ng'ombe hawatoshi. Hata labda ungechinja elfu moja labda ndo kila kaya inaweza ikapata lao kilo mbili au tatu, kwa sababu e, tuna, tuna vitongoji pekee mia tatu sabini. Sasa kitongoji kimoja e, kwa baadhi ya maeneo ni vikubwa, vina, vina kaya nyingi, wengine zaidi ya mia. Kwa hiyo watu ni wengi lakini ilichofarijika ni kwamba timu iliyosimamia zoezi hili kwa ushirikiano wa vyombo vyetu vya usalama imeweza jana kugawa e, kwa karibu kata kumi zilifikiwa, na leo tunamalizia kata nane, lakini tulikubaliana pia maeneo ya jirani kama Msoma vijijini, Msoma mjini, kadhalika waweze kunufaika kwa kupelekewa nyama hii kwa sababu ni majirani zetu auwezi ukaona mnakula jirani alafu pale mwenzio ajala chochote akakosa. Kwa ni washukuru pia e, kwa hili ambalo limefanyika, na mimi ni washukuru zaidi wana Butiama kwa utulivu ulokuwepo katika hatua nzima ya uchinjaji, uchunaji na ugawaji, na kwa sababu ng'ombe ni wengi wamechukua muda mrefu e, nimeambiwa maeneo mengine hadi usiku jana watu walivumilia, lakini wakapelekewa na leo watu wengine wameshapata mpaka saa kumi lakini, una ng'ombe naona wanaendelea kuchinjwa hapa, karibu ng'ombe wapungue arobaini hawa itabidi pia wagawiwe jioni hii, ili maeneo ambayo yalikuwa hajafikiwa yaweze kufikiwa. Tumegusa taasisi za kijamii, tumegusa hospitali ya wilaya, vituo vya afya vinavyolaza watu, tumegusa wenye changamoto ya ulemavu pale Nyabange, kituo cha wazee tumewafikia, lakini walioko mashuleni kwenye vyuo wote kwa kweli wameweza kufikiwa, magereza, jeshi letu la wananchi, polisi, kila eneo kwa kweli limeguswa. Sasa najua hatukugusa kikamilifu sana, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu, fursa kama hii ikipatikana miaka ijayo, tumepata la kujifunza, tutaboresha namna ya kulitekeleza ili kwa kweli mtu anapokwenda kula sikukuu yake baada ya swala, basi vitoweo vio vimeshapatikana, kuliko hii ambayo mtu anasubiri mpaka anapata kiosa za jioni. Jambo hili linaendelea kuimarisha upendo na mshikamano kwa wananchi wa Butiama bila kujali tofauti za imani za kidini, kikabila wala itikadi za kisiasa. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, langu jina ni Gabon Mariba, na hii ni Wasafi TV. Eden Mubarak.